Ya tiketi ya CCM uh, Nuruddin Isa Kashakari maarufu Kandahari amechukua uh, dakika kadhaa kubadilishana mawazo na wananchi huku akiomba kura, hapa sote tunafahamu. Wakati, mimi nilifika hapa jana, nilifika hapa jana jioni, lakini nikaambiwa kuna kitu kimefanyika hapa, kuna watu wamepotea. mimi nasema, nimechaguliwa mimi, ndo mbunge nadhani, nasubiri kuapishwa, au sio? Nataka tumpigie OCD hapa, tunataka nataka nimpigie, nimpige OCD hapa, anihakikishie, ani anihakikishie hao wananchi watafika hapa siku gani. Najua changamoto ya wakulima najua changamoto ya wafugaji, lakini sio changamoto ya kuchukuana. Nitamweleza, nampigia simu mbele yenu hapa nimuulize hawa wananchi wa hapa. Nimeambiwa kuna wananchi hawajulikani waliko. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Tumpigie OCD tusimpigie? Tueleza aliwapeleka wapi? Yeah. Na tueleza wanafika hapa siku gani, mheshimiwa? Yeah. Hey, <kls> hey, salama he. Salama, habari za leo? <wedzalio> A uh, uko salama kabisa? Vipi wewe upo <uish> uh, moshi. Pole sana na shukrani <laughs> tunaendelea vizuri mkuu, niko Rukoma, Rukoma. Nilipofika hapa Rukoma nimepata taarifa, kuna watu walichukuliwa usiku, hawajulikani waliko. Taarifa zake unazo? Ndio. watarudishwa Rukoma lini? Nataka warudi Rukoma kwanza, waone familia zao.

Sasa, mkuu, mimi nawadhamini, mimi nawatolea na dhamana mwenyewe. Naomba na, na waletwe, mimi nitatoa dhamana. mimi nimekia nime, nime hapo naomba wachi Hicho ndicho unachoweza kukieleza Razira, katika mkutano huu ambapo mamia mgewe au maelfu ya wananchi wamejitokeza kumsikiliza mgewe namna ambavyo alikuwa akiwashawishi yeye na diwani mgewe pamoja mgewe na viongozi wa chama ngazi ya wilaya na kata mgewe kuona namna ambavyo wanaweza kumchagua Jacob Ruvilo, Azam News, Rukoma, Igalula, Uvinza mgewe Kigoma mgewe katika,